Naitwa Ana Boma, ni mwanafunzi wa mwaka wa pili, nasoma shahada ya tiba ya mifugo. Uh, ni mkurugenzi wa kampuni inaitwa Boma Agribusiness Company. Kampuni hii inafanya shughuli za mifugo tiba na ushauri, lakini katika maonyesho haya ya Innovation Day nimekuja kuzungumzia jambo ambalo linakwenda kubadilisha taswira ya sekta ya mifugo. Tukiangalia sekta ya mifugo ni sekta ambayo inakuwa. Kwa hiyo kama kijana nimekuja na mawazo chanya kuweza kuifanya sekta hii iendelee kukua. Nimekuja na kitu ambacho nimeita ni Livestock Champions Awards. Hizi ni tuzo kwa ajili ya wafugaji Ukiangalia, tuna wafugaji wengi ambao ni wadogo wadogo, lakini wafugaji hawa wamekuwa wakifuga kimazoea na hawazingatii ushindani na hawafugi kibiashara. Kwa hiyo tuzo hizi zinaenda kuleta chachu kufanya wafugaji hawa waanze sasa kufuga kitaalamu kwa kuweza kufanya ushindani, na kwa kufanya ushindani wafugaji hawa wadogo wadogo wanaenda kuongeza uzalishaji tunaangalia mazao ya mifugo kama nyama, maziwa na mayai ni mazao ambayo yana soko kubwa nje ya nchi. Kwa hiyo kama wafugaji hawa watazalisha kwa wingi, ina maana wataweza kufikia hatua ya kuweza kuhudumia haya masoko ambayo ndani ya nchi na nje ya nchi. Kwa hiyo tuzo hizi zinaenda kuleta chachu, na kwa hivyo tumekuja katika maonyesho haya kuwatambulishia umma, kuwatambulishia wanafunzi, kuwatambulishia wadau na sekta mbalimbali kwamba kuna kitu hiki na kinaenda kufanyika hapa Tanzania kwa mara ya kwanza. Ni kwa mara ya kwanza Tanzania, East Africa. Kwa hiyo tunaomba support, tunaomba mjumuike nasi kwa ajili ya kuweza kuhakikisha e, tuzo hizi za mifugo zinaenda kuwa ni bora na zinaenda kuleta chachu kwenye sekta ya mifugo. Kwa majina yangu naitwa Misinzo Mkija, ni mwanafunzi wa masters na kwa kacha kutoka Chuo Kikuu SUA. Yeah, niko hapa kama moja innovators na mm, innovation yangu ina base hasa hasa kwenye issue za aquariums. Kampuni hii inajihusisha na utengenezaji wa vifaa kwa ajili ya samaki wa mapambo kuwafugia, lakini pia inajihusisha na kuwazalisha, yani breeding ya hawa ornamental fish variety uh, with variety of species. Moja ya spishi ambayo tunapo, uh, tunayo leo hapa ni shark fish au ornamental shark, ambao hawa uh, lifespan yao ni kama miaka kumi katika ukuaji wao wa maisha yao yote, lakini pia wanazalishwa, lakini udhalishaji wao pia um, ni wanazaa ni kama jinsi ambavyo wanyama wengine ambao za na hawa nazaa na lakini, tuna species zingine kama vile uh, trophos moris, kuna frontosa uh, tuna koi pamoja na wengine wengi ambao pia wenyewe wanataga na kuzaa kwa tunawazalisha. Kwenye habari ya kuwashauri vijana wenzangu, mimi kwanza hichi najivunia nacho kwa sababu kufikia hatua ya mtu kuamua kufanya kitu ni kile kwamba unaipenda kutoka moyoni. Sasa kwa upande wa mfano wa hii hapa aquarium pamoja na issue za fishes au ornamental, mimi ninapenda sasa so, so, kwa ushauri kwa kijana mwenzangu kama mimi uh, na shauri kujiengage, yani kujihusisha na hizi uh, issues za ornamental fish production and facilities making. Lakini kitu kinachohitajika ni commitment pamoja na kuamua kwa majina anaitwa Asma Juma Sudi. Ni mwanafunzi wa SUA anasoma Agriculture Economics and Agribusiness. Leo tupo kwenye kongamano la vijana kuhusu ubunifu. Leo nimejifunza ubunifu wa kuikausha bamia. Bamia ni nzuri sana kwa utumiaji wa watu wanaofanya mazoezi, kwa ajili inaweza kusaidia joints kwa ajili ya kuboresha, kurudisha ule joint ya uteute -ute. Pia ni nzuri kwa ajili ya vidonda vya tumbo, maana tunasumbuliwa sana na vidonda vya tumbo. Hii ni nzuri kwa sababu product ukitumia mara kwa mara inaweza kurudisha ule ute ambao unakosekana tumboni na kusababisha vidonda vya tumbo. Kwa hiyo nimejifunza mengi na kujifanya, na kuwa mbunifu wa kubadilisha vitu vingine kwa jamii yangu. Na washauri tutoe vitu ambavyo tunavyo ndani kwa ajili ya kuisaidia jamii yetu. Kuna vitu vingi sana ambavyo tunaweza kuvifanya kama vijana. Kuna ubunifu wa kutumia ardhi zetu ambazo tunaziacha kufanya agrotourism ambayo unaweza kupanda hizi spices miti ikakuongezea thamani ya shamba lako. Kwa hiyo kijana, fursa zipo, ila ni vile tujimotivate kufanya kitu ambacho tunakifikiria.